Na wengine baadhi wachache ambao wana wanaashiria kuwa na vikaulikauli vya uchochezi, ukiwaangalia usoni nawafananisha na panya. Ukimwona panya anaruka rukaruka, shimo haliko mbali. Uongo kweli? familia iko Canada, mke wake, watoto wake kwayo, kwa hiyo anarukaruka, kwa maana anapo pa kukimbilia Canada. Mwingine Ubelgiji, watoto wako Marekani, kwa hiyo anarukaruka, anapo pa kukimbilia Ubelgiji. tutabaki na nchi yetu bora, tupishane kimtazamo kiitikadi, lakini baada ya uchaguzi tubaki na Tanzania iliyo salama. na bima za afya wanasoma bure ndio maana wana ah, ee, ee. Sisi hatuwezi kuchezea amani, na niwaombe Watanzania wakati wa kampeni tuwakatae viongozi au wagombea watakao tugawa kwa udini, ukabila <coughs> tubaki ni wamoja wa Tanzania wow. Na ili tuendeleze amani yetu, ni waombe wana Kilimanjaro tusimame na Dr. Samia Suluhu Hassan.